Kumbe yapo mateso yana thamani kwako, yapo mateso yana, Mungu analeta kwa lengo ya kukupa wokovu, yapo mateso Mungu analeta kwa ajili ya kuiponya familia yako, yapo mateso kwa ajili, Mungu analeta kwa sababu ya kukupa faraja. Na Mtakatifu Francisco wa Assisi alitafakari juu ya mateso yeye alikuwa na wanafunzi wake, alivyokuwa na wanafunzi wake, akawauliza swali, aliwauliza hivi: mwadhani furaha ya kweli inapatikana katika nini? Wale wanafunzi wakaanza kujibu, wengine wakasema katika kula na kunywa, wengine wakasema katika kusali, wengine wakasema katika kuwahudumia watu. Mtakatifu Fransisko akasema, hapana, furaha ya kweli hupatikana katika mateso, kwani katika mateso na msalaba, nao msalaba ndio daraja yetu ya kumwona Mungu. Mateso yana thamani kwa Mkristo, mateso yana baraka kwa Mkristo, mateso yana kukusogeza karibu na Mungu we Mkristo, kwa mateso yanakupa furaha na Mtakatifu Brigita wa Sweden alipata ni kati ya watu watakatifu alioya wa mateso. Yeye aliyapokea mateso kwa moyo mkunjufu, na daima alisali sana kuombea watesi wake na aliwaita kuwa ni wafadhili wa mbinguni. Huyo ni mtakatifu Brigita wa Sweden ni kati yeah, ya watakatifu waliopata changamoto za mateso. Yeye aliyatafsiri mateso ni baraka, hivyo aliyaona mateso kama ni ufadhili yeah, yeah, wa kufika mbinguni. Yeye anaendelea kusema kwamba daima tu, tu, tuwashukuru wafadhili, kwamba daima tunawashukuru wafadhili wa hapa wa, wa duniani wanaotupatia mali wanaotupatia vitu mbalimbali, lakini tunawasahau kuwashukuru wale wanaotutesa kwani kwa kuteswa tunaipata mbinguni. Nimewaahidi kwamba nitawapitisha kwa watakatifu kwa kadhaa ambao walipata nafasi nzuri ya kutafsiri mateso na wakayafurahia. Mwingine anaitwa Mtakatifu Teresa ya mtoto Yesu, alisali hivi <coughs> naye ni kati ya watu walio onja changamoto mbalimbali hasa katika kazi yake ya umisionari yeye alisali hivi yeah: kama ni mapenzi yako niteswe, basi na niteswe sana, ongeza mateso haya kama inakupendeza. Anasali mbele ya Mungu, anamwambia hivyo no? Anafurahia mateso kwa sababu mateso ni baraka. Anasema kama ni mapenzi yako niteswe, basi niteswe sana ongeza mateso, ongeza mateso haya kama ya kupendeza, aisai hivyo katika maandiko yake ya mateso. Mwingine ni Mtakatifu Nyaswa wa Antiokia. Hawa ni baadhi ya watakatifu waliopata mateso makali. Nyasi yeye alikamatwa akasafirishwa, mwendo mrefu akiwa amefungwa, anaburuzwa, aliburuzwa, akafika, akawekwa kwenye uwanja, wanamburuza hivyo na kumcheza kwa sababu ya imani yake. Wakamweka kwenye uwanja, wakawafunga, wakamfunga kwa wanyama, mnyama hilo anakimbia kwenye uwanja, anamburuza, baadaye aliliwa na simba wakamtafuna. Huyu Inyasi anasema hivi: Mkristo anafananishwa zaidi na Yesu na kushiriki kamilifu kazi yake ya ukombozi, hasa anapovumilia mateso ya maisha yake kwa imani. Mateso na kifo kwa kwa kwa kwa yenyewe havina uzuri wala faida, ni bahati mbaya tu lakini vikipokelewa kwa imani ya na Mkristo vinawapatia vinapata kuwa sakramenti, vinakuwa alama ya mateso na ya kifo cha ya ya Kristo, na hivyo vinapata thamani tele mbele ya Mungu. Huyo ni nyasi aliyevumilia mateso ya ajabu akatupwa kwenye, kwenye, kwenye katikati ya wanyama simba. Wakamtafuna. Anasema kama Yesu aliamua kutumia ngano kudu kua yeye, naye anasema nami nitafune ile ngano ni- nimshibie Kristo kwa moyo wa imani takatifu. Nyasi wa Antiokia aliona kuwa awapo kati katika mateso ndipo lilipo karibu na Mungu, anasema hivi, nilipo karibu na upanga ndipo nilipo karibu na Mungu nilipo pamoja na wanyama wakali ndipo nilipo pamoja na Mungu. Ona, huyu mtu anaweko kwa wanyama, anasoma maneno hayo, anateswa, si kwa sababu ametenda dhambi. Wanamkamata na kumtesa kwa sababu ya imani yake, hajafanya kosa, ila watesi wanamkamata na kumdhalilisha kiasi hicho, na ndio anafurahia. Anasema, nilipo karibu na upanga ndipo nilipo karibu na Mungu, nilipo pamoja na wanyama wakali ndipo nilipo pamoja na Mungu. Huyo ni mtakatifu Nyasi wa Antiokia. Yuko mwingine anaitwa Vinsenti wa Paulo, anayatazama mateso kama mapenzi ya Mungu kwa watu wake. Ndio maana anasema, inampendeza Mungu kumpatia mateso yule aliye imara katika upendo wake. Hivyo kuchukua mateso na kuy na, na kunyamala ni njia bora ya kujipatia fadhila na kumtukuza Mungu. Pia aliongeza hivi: mateso ni mtihani wa imani ambayo kwayo twajifunza pia kutambua thamani ya wengine tena, ukiingizwa ukiingizwa mwenyewe katika udhaifu wa majaribio utafahamu wengine vizuri zaidi. Pia anatazama cesaaza kukupa nafasi ya kuwatazama pia wengine. Tumalizie na kumtaja mtakatifu Yosefina Bakita. Mtakatifu Yosefina Bakita akiwa sister aliulizwa swali, akiwa sister hapo, kamuuliza eh, kamuuliza Yosefina, kama leo unakutana na watu waliokutesa ungefanya nini? Hiyo akasema kama ningekutana na wale waliomicheza, ningewapigia magoti na kuwashukuru sana, kwani wasingekuwa wao nisingekuwa sisi. Ana mateso ya mateso ya mateso yana faida kwa Mkristo.